Lakini imekoswa... <laughs> hata kama ni kazi imekosa, hata kama umefugulia, umefungua biashara zikianguka. <laughs> Bana, ufungua police station, mtasikia <police> <laughs> kuna mtu amefungua police station <laughs>

Kuna mtu amefungua police station <laughs> amesikwa hatujui kama amewekwa kwa hiyo yake. <laughs> mi hata nilikuwa ninaenda usigizi. usingizi niegoziya toro hata <laughs> nilikuwa nimeenda kula nikapata Na polisi ya Mondo polisi ya Mondo Good night, wa Cherusa hapa katika kaunti ya Singisho wanasema kuwa alisi afueni walipoona kituo cha polisi kikianzishwa katika chumba cha kupangwa na kupakwa rangi rasmi za idara ya polisi na kukolezwa maandishi ya Cheboror Patrol Base. Tukapata mutu ya nyumbani hapa ambaye ametusaidia akakuja mpaka hapa hivi, it is about three days ago, akakuja na OCS Kamoyo OCS, OCS eh, Kondo wakasemezana hapa, ndio hii nyumba ikaanzishwa, ikasemekana tutapata polisi, polisi kutoka Kamoyo wengine kutoka Kondo. Basi tukafurahia kwa sababu hiyo ni maendeleo tulikuwa tunahitaji na hata kuanzisha ya ofisi ya kama, kama hii ajif. Example, ajif. na, na, na komboa. Iko ubaya hii? Hakuna ubaya sababu chief ni serikali, ni kama polisi. Kwa hivyo sioni, sioni, sioni makosa kama itakombolewa hii nyumba. Hata sisi tulikuwa tumechukua maoni mengine, tunalipia kila mwezi hii ofisi. Yeah. Sasa sababu tunalubanga wajima anvesa mingi. Hata hivyo, wanasema kwa furaha yao ilikatizwa ghafla baada ya polisi kutoa taarifa na kutangaza kuwa hatua hiyo ilifanyika kinyume cha sheria. Hapa tuko na watu wengi sana, nafikiria mumekuja wakati mzuri, wakati wa soko. Saa hii tuko na karibu watu elfu elfu tano na hatuna police station hapa around. Mtu ak, akikosewa ama aipiwe vitu yake, saa hizi hapa ni mahali ata ripoti ni kamoyo kwa hivyo, ila kuna baadhi ya wa wakazi wenye hisia ya kinzani huku wakitaka umma kuhusishwa kabla ya kituo cha polisi kuanzishwa, ili kuepuka visa kama hivi. Tumeona ikijorwa ikiwekwa rangi ngawaje, hatu kuitwa public participation, ndio tujuulishe ya kwamba kuna police station nataka kufunguliwa. jina la almaarufu Chepkule nimegonga vichwa vya habari baada ya kusemekana alianzisha kituo cha polisi bila kuhusisha idara ya polisi. Aidha, kamanda wa polisi katika ka kaunti ya Usingisho, Benjamin Mwathe, anasema kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli wa mambo. Mtazamaji um, unapo tafakari ya jamaa aliyeamua kujitwika jukumu.